Aa, kwa majina naitwa Cosmas Charles bwana shamba kutoka kampuni ya East West Seed. East West Seed ni kampuni ya kimataifa inayozalisha na kusambaza mbegu bora za mboga mboga pamoja na matunda. Leo mkulima, nakupa habari njema kabisa kwamba kampuni ya East West Seed imekaa kwa muda mrefu na kufanya utafiti ili ipate mbegu bora ya kabichi kwa ajili ya mkulima. Kampuni ya East West Seed imeleta mbegu bora kabisa ya kabichi inaitwa Maya F1. Maya F1 ina sifa nzuri kabisa ambazo ni sifa nzuri kutoka shambani hadi kwa mlaji. Cha kwanza ni mbegu ambayo ni chotara, na kingine ni kwamba ni mbegu ambayo inavumilia hali joto tofauti tofauti. Hii imekuwa ikiwasumbua sana wakulima wanaolima kwenye maeneo ya joto, kwamba analima mbegu inaleta changamoto ya kupasuka. Sasa East West Seed imeleta mbegu bora, mkombozi kwa mkulima mbegu ya Maya F1 haipasuki hata kama kwenye hali joto tofauti tofauti kwa sababu inakuwa ina haina nafasi ndani. Kabichi yetu ya Maya F1 nyama zake ndani zimeshikana, kwa hiyo haina nafasi. Kwa hiyo kingine sasa ni kwamba mbegu yetu ya kabichi Maya F1 inakomaa ndani ya siku sabini na tano hadi siku themanini na tano mkulima anaingia sokoni. Hauoni huo tofauti kwamba mbegu inakomaa siku sabini na tano hadi themanini na tano mkulima anaingia sokoni na kingine sasa kizuri mbegu yetu ya maya F1 ina kilo kuanzia kilo tatu hadi kilo tano huo ni utofauti mkubwa sana ambao kampuni ya East West Seed imeufanya kwenye mbegu ya kabichi. Aa, na kingine ni kwamba mbegu yetu ya kabichi maya F1 inavumilia changamoto ya magonjwa mengi sana kwa mfano magonjwa ya fangasi magonjwa ya majani kwa hiyo ni mbegu ambayo ni bora kabisa kwa mkulima. Karibuni sana wakulima, tutumie mbegu yetu ya Maya F1 kutoka kampuni ya East West Seed. East West Seed, mbegu bora kwa mapato mazuri.